Ni kukaribishe katika simulizi yetu ya safari za usiku na maajabu yake, na hii ni sehemu ya pili. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe. Hii ni Tamuu Story, tukilejea katika simulizi yetu ya safari za usiku na maajabu yake, na huu ni mwendelezo wa sehemu tuliyoishia Tuliishia basi likiwa linatoka stendi na kuishika barabara ili kuanza safari yake ya kuelekea jijini Dar. Endelea kubaki nami katika sehemu ya pili ya simulizi yetu ya safari za usiku na maajabu yake. Safari ya kijana Mabo ilianza kutoka jijini Mwanza na kuelekea jijini Dar es Salaam. Basi alilokuwa amepanda kijana Mabo lilikuwa limebeba watu tofauti tofauti ambao kila mmoja alikumbushwa kusali kwa dini yake, na walioamini walifumba macho yao, kisha walianza kusali. Lakini kwa kijana Mabo haikuwa hivyo, kutokana na imani aliyokuwa nayo kwenye ufahamu wake, na tunachokiamini ni kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu, lakini kwa kijana Mabo hakutaka kuchangamana na mtu yoyote na wala hakupenda kupokea mawazo kutoka kwa mtu yoyote yule, kwa sababu kila alichokiamini ndicho alichokiona ni sahihi kwa upande wake. Alivaa iafoni zake masikioni na kuendelea kusikiliza mziki taratibu, huku wenzake wakiendelea kumtukuza Mungu ndani ya basi hilo. Ni wakumbushe kuwa jambo silolijua ni sawa na usiku wa giza. Mara ghafla alisikia sauti ikimwita na ile sauti ilisikika ikimwita mara tatu: Mabo, mabo, mabo. Alishtuka na kutoa iafoni zake masikioni, misili ya mtu aliyekuwa ndotoni. Alipepesa macho yake huku na kule, walakini hakuona mtu yoyote yule, na hapo ndipo alikumbuka maneno yale waliokumbushwa kusali Aligeuza kichwa chake pembeni lilipo kuwepo dirisha na hapo ndipo aliona kibao kimeandikwa denja na maanisha hatari. Alisimama na kuelekea upande wa dereva, lakini alichokiona mbele ya kioo kilikuwa ni kitu cha kutisha. Aliushika moyo wake taratibu na kuanza kurudi nyuma hatua moja baada ya nyingine, huku kimoyomoyo akisema, Mungu wangu nisaidie. Gari lilifunga breki ghafla baada ya kuona mtu akiwa kasimama katikati ya barabara. Zilisikika sauti kutoka siti za nyuma, huku zikipiga kelele zikiomba msaada, msaada. Na hapo kijana Mabo ndipo alipozidi kuchanganyikiwa zaidi, kwa maana yalikuwa ni mauzauza yaliyoambatana na vitu vya kutisha. Na je, yeah, ni vitu gani viliendelea ndani ya gari hilo? Nikuombe uendelee kubaki na mimi katika simulizi hii ya safari za usiku na maajabu yake. Usikose sehemu ya tatu. Ni mimi msimuliaji wako Jimmy Dari na hii ni Tamu Story.